Yes of course, uh, kama ulidhani bado katika ligi kuu Tanzania bara blanda zimeisha, utakuwa umekosea, kwani bado vitu vinaendelea vya hapa na pale vinaendelea katika ligi kuu Tanzania bara, huku waswahili wakisema ndo kwanza msimu umeanza. Msimu umekuwa wa moto, msimu umekuwa haushikiki. Na kauli moja ya kocha zamani wa Manchester United, Real Madrid, Chelsea na vilabu kadhaa barani Ulaya Jose Mourinho aliwahi kusema makocha wanaajiriwa ili wafukuzwe. Sasa hii imetimia katika ligi kuu Tanzania bara, mara baada ya kudumu na klabu kwa siku kadhaa. Sasa ni rasmi uongozi wa klabu ya Simba umefikia makubaliano ya pande mbili ya kusitisha mkataba na meneja mkuu wa timu hiyo Dimitri Pantev kutoka kule nchini Bulgaria, pamoja na wasaidizi wake wote wawili na kwa sasa timu itakuwa chini ya kocha Suleiman Matola, wakati mchakato wa kutafuta kocha mwingine ukiwa unaendelea. Yes, umeipata hiyo. Hii ni kutokana na matokeo mabaya ambayo klabu ya Simba inaendelea kuyapata hususan kunako michezo ya kimataifa mpaka sasa, kikosi cha Simba kimecheza mechi mbili tu za kimataifa na zote wameangukia pua, zote wamepotea. Mchezo wa kwanza ukichezwa nyumbani katika dimba la Benjamin Mkapa na Simba kukubali kichapo cha bao moja kwa sifuri mbele ya Petro de Luanda ya kule nchini Angola, na mechi ya pili ni dhidi ya Stade de Malien katika uwanja wa Machi 27 kule nchini Mali, na Simba kukubali kichapo kingine cha bao mbili kwa moja. So safari ya Dimitri Pantev pamoja na klabu ya Simba ni rasmi imetamatika. Simba wameamua kumtupia virago mapema kabla mambo hayajawa mengi. Katika upande wa ligi kuu katika mechi ambazo amesimama kama meneja mkuu wa klabu Dimitri Pantev hajafanikiwa au amebahatika, eh, hajapoteza mchezo wowote katika upande wa ligi kuu. Katika mchezo waliocheza dhidi ya JKT Tanzania waliibuka na ushindi wa bao mbili kwa moja. Dimitri Pantev akiwa ndo head coach akikaa pale katika benchi kama meneja mkuu, huku akisaidiana wa na wasaidizi wake wawili pamoja na Sulemani Matola Verone sasa Dimitri Pantev meneja mkuu wa klabu ya Simba yeye alisajiliwa au alijiunga na Simba akitokea katika kikosi cha Gaboroni United cha nchini Botswana. Uh, Gaboroni United walicheza na Simba katika mechi za hatua ya awali kabla ya kutafuta nafasi ya kuingia katika hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. So Simba alimwona hapo mara baada ya kucheza mechi mbili na kuwapa Simba mechi tafu kule uh, katika michuano ile ya awali, Simba na uongozi wote ukakaa ukaona Bwana Dimitri Pantev, kocha matatu, kocha Ereni, yeye anafaa kuwa meneja mkuu wa klabu hiyo. Lakini hali imekuwa tofauti sana. Tangu amesajiliwa kikosi kimeonekana hakina mtiririko mzuri, jinsi wanavyocheza haieleweki. Wanacheza kwa format gani? Wanaruka, wanakaba, wanashambulia au wanafanya kitu gani? Huku pia ikichagizwa na baadhi ya wachezaji kuchezeshwa nafasi ambazo sio zao kiasili. Wachezaji kama Neo Gift Maema amekuwa akionekana sana akicheza kama kiungo ukabaji, wachezaji kama Yusuf Kagoma wamekuwa hawapati nafasi kabisa, na wachezaji wengine wengi ikiwemo Jean-Charles Ahoua mchezaji ambaye kwa upande wa klabu ya Simba ndo top scorer, na pia kwa ujumla overall ndo top scorer wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita 2024 2025. Sasa ile ndoa ya Dimitri Pantev Mbulgaria mpira tatu mpira ireni ndani ya klabu ya Simba rasmi imetamatika, safari yake imefikia ya kikomo na mchezo wa mwisho ndo huo amekimbia zake. Nikukumbushe tu hivi, vilabu viwili Simba pamoja na Young Africans vimetimua makocha wake wote, msimu kabla hujachanganya vizuri ni majuzi tu. Pia hapa kikosi cha Young Africans kilimtimua aliyekuwa kocha wake Roman Falls Mfaransa, huyu naye aliondoshwa mapema kutokana na klabu ya Yanga kutokubali mwenendo wa timu ilivyo na kuto kuenjoi matokeo ya timu jinsi yalivyo sasa. Roman Falls yalitimuliwa, watu maneno akawa mengi. Simba akasema amepata bonge la kocha baada ya Faldu Davis kuondoka, basi mrithi wake aliokuja kupatikana ni master kabisa. Lakini hali imekuwa tofauti kwa Dimitri Pantev, naye pia imekuwa yale yale ya Roman Falls, mapema kabisa kabla ligi haijachanganya, ligi haijawaka amefungashiwa virago na sasa buzz. It's over between Dimitri pantev na klabu ya Simba Sports hiyo ni kitu ambacho kinafanyika, ndipo nilipokujuza hapo awali. Kocha zamani wa Manchester United, Real Madrid, Inter Milani, Barcelona na vilabu kadhaa pale barani Ulaya, Jose Mourinho alisema kocha anaajiriwa ili afukuzwe, lakini nikikazia zaidi, nitakupa pia msemo mwingine wa kocha zamani wa Manchester United, huyu ni Sir Alexandra Man Chapman Ferguson, huyu Sir Alex Ferguson aliwahi kusema neno moja, one thing about football it's not football itself kuwa kitu kimoja kuhusu mpira sio mpira wenyewe, bali mpira unaamuliwa na vitu ambavyo sio mpira wenyewe ambao unachezeka hivi ndivyo ambavyo imeonekana kwa upande wa Dimitri Pantev na klabu ya Simba, kuwa kilichoamua sio mpira unaocheza bali ni matokeo ambayo wanayapata. Endelea kusaliana sisi mwanzo mpaka mwisho kwa taarifa na updates mbalimbali mbali za kimichezo.